Habari za mda huu tumekutana tena katika mambo ya kupeana elimu mbali mbali. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuweka lugha ya Kiswahili kwenye WhatsApp ya akaunti yako au kwenye akaunti yako ya WhatsApp. Ni rahisi sana, hebu twende pamoja, njoo hapa Wakati unaweka lugha utakliki sehemu hiyo hapo niliyoponyoshea huo mshale, yaani kwenye hivyo vidoti vitatu. Kumbuka hapa tunaweka lugha ya Kiswahili au lugha yeyote. Ukishafanya hapa, kisha kliki hapa, tagusa iko kidoti hapo, yaani sehemu iliyoandikwa settings, yaani maana yake kwenye hiyo menu iliyoandikwa settings kisha fungua hapo. Ukishafungua sehemu hii, kisha utakliki sehemu hii ifuatayo. Kumbuka unaweka lugha ya Kiswahili, ili iwe rahisi kusoma maneno kama haya. Haya maneno yameandikwa kwa lugha ya Kiingereza, ndugu yangu. Haya sasa, ili yawe kwa lugha ya Kiswahili ili iwe rahisi hata kuseti account yako, kwa kuwa iko kwa lugha ya Kiswahili, kwa kondo lugha yako rahisi kabisa. Fanya utaratibu ufuatao. Nimeeleza kidogo, utanisamehe kidogo. Utashuka chini Umeona sehemu hii hapa, umeiona sehemu hii hapo, imekuambia app language. Utaklik sehemu hii hapo, kisha utakliki hapa, imeandikwa swahili Kiswahili, gusa hapo. Utagusa hapa pembeni kama hivi Ukishagusa kama hapa, kila kitu kinabadilika, inakuwa lugha ya Kiswahili. Unaona kama hapa, account, soga, arifa. Sasa hata ukifungua humu, we utaona kila kitu kimekuwa ni lugha ya Kiswahili, kila kitu kimekuwa ni lugha ya Kiswahili, kwa hiyo kwa njia hii itakuwa ni rahisi zaidi kubadilisha hata setting zako ku na kufuatilia baadhi ya simu ambazo hauzielewi za Kiswahili. Kama unaelewa lugha ya Kiswahili zaidi, utaweka lugha ya Kiswahili. Kama unaelewa lugha ya Kichina, utaweka ya Kichina. Umeona kila kitu lugha ya Kiswahili, umeona eh hapa umeona. Kwa hiyo hata sehemu hii niliyokuonyesha, unaweza ukatengeneza ta profile yako kupitia picha za makatuni kama haya nione, lakini bila shaka umenielewa. Lengo letu lilikuwa ni kuweka tu lugha ya Kiswahili au lugha yeyote. Unaweza ukabadilisha kupitia njia hii niliyokuelekeza. Unaweza ukaweka hata hii au sio? Lakini kwa kuwa lugha yetu ambayo tunaielewa zaidi ni Kiswahili, au wewe kama unaelewa lugha ya Kiingereza utaweka Kiingereza, au sio? Leo sina mengi sana, na kutakia siku njema. Endelee kufuatilia elimu mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye channel hii kwa kugonga neno lilioandikwa subscribe, gusa neno hilo na kutakia siku njema.